Usianze biashara endapo ukiwa na hizi tabia tatu. Yes, kama unajiona wewe ni mvivu, biashara sio ya kwako yes. Ili uweze kufanikiwa kibiashara ni lazima ujitume, ni lazima ujifunze kila siku na ni lazima yani uwe chapu, yaani sio mtu ambaye wakulalalala kufanya nini kwenye biashara. Mfano huu biashara hii yetu ya mtandaoni huku ni ni biashara ambayo ni wewe like, unayofanya na mwenzako wanafanya kwa hiyo, yule anayeuza zaidi ni yule ambaye anaonekana zaidi. Kwa hiyo ni lazima uwe mbele ya muda. Unakuwaje mbele ya muda? Kwa kutengeneza content nyingi zaidi ya mwenzako, yes. Kuna kitu, kwa sababu kuna ile quantity over quality. So, um, it depends na situation. Kuna wakati kama unajifunza you need to focus na quantity. Lakini kama uko vizuri, unajua kabisa nini unakifanya, but tabia nyingine ambayo kama unayo biashara sio ya kwako, ni kuji kushindana na watu. Ni rahisi sana, kwa sababu utakuwa unaendeshwa na watu yaani na akili za watu ni, ni sahihi kupata idea. Mfano, mimi nimetoa idea kufundisha ni namna gani ya, ku, ya kupaka kipodozi chako na mwenzako unaweza kutengeneza, lakini you don't have to copy me everything kwa sababu uh, tomorrow utakosa content endapo mimi nitakuwa sipo, kwa sababu every time unakuwa unaniangalia unaniangalia unaniangalia, but unaweza kaiga mambo mazuri na wewe ukayafanya better, ndivyo inavyotakiwa. Tabia nyingine ambayo inaweza ikakufanya kama, kama unayo nia uoga, jamani, ni lazima ujiamini kabisa Kile unachokifanya, hakuna mtu ananua kitu ambacho naelezea suti like, jamani kama kama, um, nina pesa nina nini like, yani, kama sijiamini, ni kutokana na nguo ambayo naiuza mimi mwenyewe kuivaa, I'm not comfortable, wewe utaivaa vipi? kati unaniona mimi I'm not comfortable, I'm not enjoying this. Close. So, um, hizi tabia tatu zitakufanya kufanya wewe usiweze kufanya biashara endapo. Uh, unapenda kujifunza zaidi kuhusiana na biashara jinsi gani kufanya biashara yako mtandaoni, usisahau ku comment, kuandika maoni yako hapo chini na pia kutupigia simu ili ujiunge kwenye programu yetu. Ninaamini utajifunza mambo mengi.